Hasira hasara, hasara ambayo imeukumba mji wa Mombasa kutokana na maandamano ya vijana ambao wamekuwa wakilalamikia kuuawa kwa Sheikh Aboud Rogo, hasira hizo zikipaniwa kuelekezwa hadi mjini Nairobi. Lakini muungano wa viongozi wa dini ya Kiislamu pamoja na wabunge wa Islamu wamesimama tisti kupinga mipango hiyo. We also call

kama tunavyoona hivi sasa. Kwa hivyo tunaomba Wakristo, tunawapa pole, tutashirikiana na nyinyi pamoja kuangalia njia gani kuna amani nchini mwetu. Hata hivyo, muungano wa makanisa umeghadhabishwa na vitendo vya vijana walioteketeza moto makanisa, na sasa lawama zote wanazielekezea serikali. Waziri Mkuu Raila Odinga alizuru eneo la pwani hii leo, ujumbe wake ukielekezwa kwa kuhakikisha kuwa hakujatokea uhasama wa kidini mkoani Pwani. Muungano wa viongozi wa Kristo na Waislamu kwa upande wao umesisitiza kuwa amani idumishwe hata wakati huu ambao mambo yanaonekana kwenda segemnege. Mwasisi wa wakfu wa Sharif Nasir Abdul Swamad vilevile amekashifu mauaji ya Aboud Rogo. Abdul Swamad amesema kuwa kifo hicho kinadhalilisha Waislamu kwa jumla kwani kinaingia kwenye orodha ya wa waislamu waliouawa kiholela. Hata hivyo, aliwashutumu vijana ambao wamejitwika jukumu la kupora na kuchoma mali ikiwemo makanisa, akisema kuwa wanaenda kinyume na mafunzo ya dini ya Kiislamu. Franklin Masharia, Citizen Nipashe.